Madini haya ya kinywe na madini adimu, ya dimu yamo katika orodha ya madini ambayo kwa sasa yanajulikana kama madini muhimu ya kimkakati duniani, yani critical and strategic minerals. Hii ni kwa sababu yanahitajika sana katika teknolojia mpya za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, ambapo hutumika kutengenezea betri za magari ya umeme, vifaa vya kielektroniki na mitambo mbalimbali mbali. Tanzania tumejaliwa kuwa na madini hayo muhimu au muhimu sana na ya kimkakati kwa maendeleo ya dunia katika karne hii, na hiyo imeifanya nchi yetu kuangaliwa au kutamaniwa na wawekezaji wakubwa duniani. Sasa fursa hizi au jaala hii tuliyopewa na Mungu tusichukulie kwa wepesi, bali Umakini mkubwa katika kuchagua nani wa kushirikiana naye katika kuvuna rasilimali hizo tulizobarikiwa na Mungu na tunazozawadiwa na mama yetu Tanzania kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mama yuko kazini.